Licha ya viongozi wakuu wa chama cha ODM kuendelea kupigia upato ushirikiano kati ya serikali ya Kenya Kwanza na chama cha ODM, huenda ndoa kati ya ODM na Kenya Kwanza ikawa ya hasara kubwa baada ya kuibuka malalamishi hasa kutoka kwa wabunge waliochaguliwa kwa tiketi ya chama cha ODM, kama anavyotuhabarisha mwanahabari wetu Sheldon Asahulu. Baadhi ya wa wabunge hao sasa wanasema kwamba wanaingiliwa kibinafsi na hilo huenda likawafanya kugura chama hicho na kujiunga na vyama vingine. Baada ya mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM na ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, Gladys Wanga, kunukuliwa siku ya Jumamosi akitilia shaka mkataba wa maelewano kati ya chama cha ODM na UDA, mbunge wa Saboti Kalibu Hamisi ni wa hivi punde kuibua tetesi zaidi kuhusu mkataba huo. Jana tumeona chairman. Chia lady Gladys Wanga analia machozi. Anasema we did not sign for assassination. Gladys Wanga, what did you sign for? Muli saini nini? Sawa sawa. What did you sign? When we say you are signing with the wrong government, we are not stupid. Kwa kile kilichoonekana kumjibu mbunge Hamisi, seneta wa kaunti ya Viga ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha ODM Godfrey Sothi amekiri kuwa baadhi ya matakwa katika mkataba huo hayajatekelezwa, akitoa wito kwa wanachama kumuunga mkono Raila Odinga ili kuhakikisha matakwa yote yametekelezwa. Hakuna hata jambo moja ambalo serikali ya Ruto imetekeleza, kwa hiyo mambo kuu nasi all the ten issues, so what we should be pushing for

Mbunge Hamisi aliyezungumza haya baada ya kushiriki ibada ya Jumapili katika kanisa la Vocal Friends yearly meeting, eneo bunge la Sabatia, ametishia kukigura chama cha ODM iwapo chama hicho hakitakomesha ubaguzi na ubinafsi unaoendelea chamani. Osozi akiona But Part, deputy party leader. Yes. Wanalinyanganya yeye atakuja waambia hapa yeye ni deputy party leader na wanaga murogori weve endeve Arora. Now if you cannot help caliber, who will you help? Tulikuwa na shida na najua vile mimi tulisukuma hiyo maneno. Lakini bahati mbaya ikaenda kwa mwingine, lakini huyo alipata sio mtu wa nje, ni mluya hapa, mbunge wa Butere tindi Mwale. Lakini pia kalevu bado amebaki na viti huko, yeye ndio deputy chairperson wa pig na pia ako kwa kamati kubwa ya foreign relations. Sasa so, waje tu blame Raila kila wakati, Raila Raila Raila, hapana. We respect Raila is our leader and we respect all the leaders in this country. Licha seneta Osoti kusisitiza kuwa chama hicho cha ODM hakijajiunga na serikali, mbunge Hamisi amemtaka kinara mkuu wa chama hicho Raila Odinga kuweka wazi msimamo wake. Mimi niko kwa chama ya ODM, lakini nimewapea onyo, mkiendelea kunisukuma nitapotea na mtainiona. Kwani iko nini bwana, iko nini? Raila Odinga is not in in the the government but his people are in the government. We cannot keep on lying on one person kwa sababu hapo na, na kazi alafu tunasema barusha boss wa serikali. Wawili hao vilevile wametofautiana kuhusu umaarufu wa chama hicho huko, Seneta Osotsi akihakikishia wanachama kuwa chama hicho kitasalia imara kabla ya uchaguzi mkuu. Nchi wajitokeze, wanachama ukiona sasa kiongozi hafanyi kazi, kuja usimame kiti uchaguliwe ukue huyo kiongozi. But ODM in Western is going to remain strong Under the leadership of God, free yeah. Nikiripotia West TV kutoka kanisa la marafiki la Vokoli lilipo eneo bunge la Sabati ya kaunti ya Vihiga naitwa Sheldon.